Ni bora niache vyote kwenye dunia ila nisikuache wewe. Nani kasema hauna nyodo? Okay, bwana naitwa mama nchuma Alex ali 26 number call me kama hivyo yani. an e bana leo tuko kivingine sana nyuma ya kamera niko na kabesa mtu mbadi oya, siku nyingine kama hii, siku ya kishua, siku ya kibabe. Leo tumeanza kivingine sana, niko na mwanangu mwamposa GM, mwanangu Bobu <laughs> Yeah. Sasa hivi nakuja naona umetoa kibao sasa hivi. Kinaendaje hichi? Kibao kiko vizuri. Nimshukuru yeah, Mungu kwa sababu watu ambao walikuwa wamenimiss, wamenionyesha kweli walikuwa yeah. wamenimiss, kwa hiyo wameonyesha kuwa walikuwa na uhitaji wangu kwenye game. Ndio kitu ambacho nimekuja kugundua. Ina maana kuna sometimes kuna namna mapokezi yako vizuri sana sana, yani zaidi ya sana kwangu, yani mimi nasema, yani ile imeni, menishangaza sikuwa na tarajia mm -hmm. kama wataipokea wata vile lakini imekuwa kubwa kubwa sana hivi yeah. Ilikuwaje kufanya kazi peke yako? Unajua bana, tushazoea mnafanya kazi kama timu, lakini like sahivi umepromoti ngoma yako peke yako afu imeenda viral kidogo na iko fresh kwenye masuala mapokezi, wamepokea vizuri wanani mashabiki. Ilikuwaje kazi yote ufanyi peke yako? Itakuwa hufatili mitandao yani, niko sana huko mpaka nabaki usingeniuliza hivyo, yani eh, najapozungumza hivyo kwa sababu kila information ipo mtandaoni, kwa sababu ungekuwa upo mtandaoni ungekuwa na kila taarifa na usingeniuliza hivyo. Okay, unajua ni challenge, tunafanya na familia wote tunafanya na familia wote, Kiri, tunafanya na familia wote, wao wanafanya hivi kimpango wake mwingine kaongeza kafanya hivi na huyu mwingine une, kapiga upande huu. Mm. e, yupo, nani, nye, nye kapiga upande huu, yupo nani kapiga upande ule, sasa yani sometimes naona kabisa kama kuna namna amekususia peke yako hivi ndio maana kuambia ni wewe, hauna taarifa. Taarifa ni kwamba mm, ni kwa mimi sa, evina, si na sasa hivi nasimama kama solo artist so, sawa, sipo tena kwenye lebo, maana umeona kila kitu nimefanya mimi mwenyewe kwa mpaka umeona ile ngoma iko vile, ni nguvu zangu mwenyewe na jitihada zangu mwenyewe na support za watu ambao wameni support ya. Kwa hiyo unataka kuniambia kuomba kwenye familia upo tena? Ah, uh, uh, sipo. Hilo nilitangaza, itakuwa wewe ndio ujaona. Sasa nitakuwa niko nyuma kidogo. Ina maana ulivyotangaza kwamba ukutoka na mtu yaani utoka peke yako Yeah, ni, ni lazima nitoke peke yangu, tatoka nale <laughs> <laughs> <laughs> kuna mshikaji anangoja mimi ndiye mshikaji. Ilikuwaje? okay, kwanza kutoka kuna ile bana, kuna kitu kimeki happen hapa katikati. Kuna, kuna ile tumetoka kwa makubaliano kwa, ni kwa makubaliano, kwa sababu nilimwambia CEO, mwambia mi saa hivi naona na, na, kama nianze kujibeba mwenyewe akaambia, utaweza? Nikaambia nitajitahidi na kama sitoweza hata kwa mda huu, naweza nikaweza kwa baadaye, lakini naomba sana nisimamie mambo yangu mimi mwenyewe akaambia poa, ina noma, simamia mambo yako, lakini hakikisha unapambana sana, si ndio? Hivyo kuna ile bana, hata kama sawa, simamia mambo yako mwenyewe, kuna tunafanyaga challenges sisi wote, anafanya huyu, anafanya unajua, challenge inafanya audio yetu ile ijulikane sana okay. ili mapokezi ya video yawe mazuri. Sasa mbona ya mshikaji ya, ya kufanyia challenge pia hiyo ni sema sio lazima, kwa sababu pengine unajua mtu anafanya kile kitu ambacho anajisikia kufanya hii mm -hmm. eh, ngoma imenitach acha nifanye mm -hmm. kwa kumpushi mdogo wangu mm -hmm. pengine yeye kwake hajamgusa au hajafikiria pengine, anaweza kuwa amefanya mm -hmm. tuko hapa, mimi nawashafanya bila tujaona eh hatujaona mm -hmm. au anaona nitafanya mm -hmm. kwa muda wangu mm -hmm. eh, anaweza akafanya, ko siwezi nika nikajaji vibaya kwa sababu na sio jambo la kujaji vibaya, kwa sababu sio lazima, sio lazima yeye afanye hivyo. Eh, kwa sababu pengine anaona acha kwanza tuone kwanza nguvu yake inaishia wapi. Eh, na kama amesusa basi hatutomlaumu. Eh, tumeamua kufanya kazi zetu wenyewe tunakaza hivyo hivyo. Kwambia mwanzo ni mgumu pengine, changamoto gani ambazo unaziona hivi uko peke yako? Mimi namshukuru Mungu kabisa, mwanzo wangu umekuwa mzuri, sio mgumu hata dakika moja. Eh, kitu gani mtu tuchangishie na katikati Yani, sikuwa nafikiria kama nitaeneza k moja hata kwa siku moja mm. Kwa gisi ambavyo nilikuwa najipa hofu mwenyewe mm. Lakini nilivyoachia nini challenge okay, nikajua tu hapa kitu kitatikisika na iyokuta kutikisika muda mm. masaa matatu nikawa nimepata 1k view ya YouTube nikasema, wameshika, wameelewa ko sahivi chupa ipo kwenye Yeah, itano sijui pointi tisa hivi mm. Leo naweza nikalala hata kwenye saba sita ni yani, bado siku moja na masaa yani. mm. Hey, nishakua kwenye hizo views mm. Unahisi nini katikati ya hawa wote, ambaye amesababisha uwe viral kiupande huo yani ngoma yako iende kama hivo? Ya cha kwanza nitashukuru kwa sababu producer ametisha uh, director naye ametisha mm. Lakini tumshukuru sana producer kwa sababu ndo amegusa kabisa ipasavyo mm. uh. Vipi GM tunabadilisha, au tunaweka pale pale ile lamination? Sina, sina muda wa kubadilisha jina mm. Eh, kwa sababu hawakuniuzia jina au <laughs> hawakuniambia siwezi <laughs> kubadilisha jina, labda niongeze mm -hmm. Lakini kubadili hapana. Lakini plani ipo ya kuongeza. Ah, kuongeza. sasa hivi mimi naitwa Extra Man. <laughs> <laughs> Eh, sasa hivi mimi naitwa hapo, kuna X hapa katikati. Eh? Kuna X hapo. Extra sio X. <laughs> Yeah. Okay, mm. Pengine tulipata fursa ya kukutana na wasanii mbalimbali ambao muda umehama ume aidha kutoka kwenye lebo mm. Kuna yote ambaye kushauri msanii bana ulifanya vizuri aidha mangu likosea sana kutoka kule ya unajua, kila mtu ni lazima aniambie nimekosea kwa sababu mimi ni, ni kati ya watu ambao walikuwa kabisa ameshika familia, pengine akitoka akitoka kiongozi, pengine hata ambao nilikuwa nafama majukumu ya uongozi ni mimi mm. Sasa ni kama ni kwenye uongozi ametoka mwingine kiongozi, kwa hapo ni lazima kuna watu wengi utakuwa umewagusa vibaya na ni watu wengi ambao ni yani, nakutana na hizo, umefanya vibaya sana, lakini niliamua tu nifanye kwa sababu yangu, eh? Eh, unajua siwezi kufanya kwa sababu yao. Yeah. Sasa hivi niliona nichukue tu maamuzi yangu kwa sababu yangu, kwa faida yangu. Yeah. Na ikawa ni hivyo, na mapokezi ikawa fresh. Ndio nimeshukuru sana mapokezi yani amekuwa kutisha sana, yeah. Kuna hii safari hapa imetokea katikati hapa mwanetu, kutoka hivi kwenda hivi watu walikumisi hapa, walimisi sana, uposti kile ile tukio. Mbona hujaweka kule mtandaoni, uposti tukio la mshikaji wetu akiwa Kongo? Uh, hapana, unajua kipindi alikuwa Kongo mm. Yani, siku mimi nafika hapa nilikuwa Burundi, na mimi siku nafika hapa kesho yake na wenyewe akaenda. Sasa haikuwa namna mimi ni post kwa sababu pengine hizo klipu sikuwa nazipata, si ndio hivyo? Watu walimisi sana yani, kuna watu walimisi, kwa nini bobu wa kuenda kuchangia safari? Ah, yani hizo safari zimekuja mimi niikuwa nishatoka kabisa. Mm. Eh, sasa hivi tunaelekea hata miezi miwili miezi mm. e, miwili naenda kuenea mwanangu mm. e. Ah, niko nyuma sana kidogo mda nisamea kidogo e. niko kidogo <laughs> ni <gwa nyuma. laughs> Okay, e, tu, tuzungumzie tu, tu, tu, sasa mm. Safari yetu ya muziki sasa hivi tuna, tuna vibao kama vingapi viko pembeni mm, ngoma ni nyingi ngoma ni nyingi zipo tena nzuri mm. e. Kuna moja ulitisha sana hii ambayo ipo, ipo mtandaoni eh, tutishe ili watu... <laughs> tusia kapela kidogo, tusia kapela kidogo. <muchas> ni bora nikose vyote kwenye dunia ila nisikukose wewe, ni bora niache vyote kwenye dunia ila nisikuache wewe, na nikasema au na nyodo, na nikasema au jwi kuringa, asubuhi koroga uji. Tujaze tumbo nyama, utakula usijali, sikukuu zipo

na pengine Bobu mixa zinamsaidia zile. <laughs> kila mtu yani, mixer inaweza kukusaidia au? <laughs> Yeah. auto-tune ipo kwa sababu ya kulainisha sauti kama vinaimba hapa mm, natural sauti yangu yeah. sawa au auto-tune inanisaidia tu kulainisha sauti, sauti. Yeah. Mapokezi yeah, yale watu ye? Yeah. wanapokea eh, yeah. Mm. sawa bana, labda tumalizie malizie, yeah. Kuna chochote cha kuambia watazamaji pale ambao wanakutazama time hii hapa? So mimi nitaambia watazamaji ni kuwa sasa hivi mimi nasimama kama solo artist, nasimama peke yangu. Kitu ambacho nitawaomba ni kuwa naombeni support yenu sana kuliko kitu kingine. Naombeni support yenu sana kuliko kitu kingine, ni support kama mnavyo support wengine, nisikilizeni kwenye nyimbo zangu kama mnavyosikiliza wengine. E, nipeni ni moyo, nipeni mbinu kama mnavyowapa wengine ili tufanikishe kufika pale ambako wengine wamefika, so naamini tukishirikiana kwa hilo tutakuwa kama wengine. Kirifu cha cha GM ni Grand Music. Grand Music. Yeah. timu yako? Mimi sina timu mm, mm. Eh, mi ilo jina naishi nalo la Grand Music yeah, kwa ni muziki mkubwa, tunafanya muziki mkubwa, lazima iwe tu ile Grand Music. Eh, muziki mkubwa. Tukipata fursa, wanatutaka kolabo, tunadondoka tunapita nayo niko ni moja kati yao, ya wasanii ama unajua bana ni moja kati ya wanafamilia wakubwa sana wa Nyagomani. Sasa hivi mimi mwenyewe nahisi na, na kuna kama pengo hame, ametoka mshikaji kuna kama pengo moja kubwa sana. Kama nilivyokuambia naitwa Alex Ali 26 kitengo ndo baba. Wewe nyuma kamera niko na kabisa mtumbadi. Tulikuwa kileo tupo kivingine sana. Niko na mwamba hapa GM. Ni bora ni nikose vyote kwenye dunia ila nisikukose wewe. Ni bora niache vyote kwenye dunia ila nisikuache wewe.